Hargan uh, mwanafamilia wa Roby media, mimi ni Roby wa Roby media, na leo tuko kwenye fainali ya ligi ya mkoa Tanga. Na leo walikuwa kimenyana SK pamoja na Small Prison, ambao ni timu ya magereza hii. Uh, bwana uh, kwenye maswala ya kimchezo kuna mambo mengi mengi mengi, mengi. Niko na moja ya shahuda ambaye ameutizama ame mchezo uh, si kwa kipindi chote kwanza kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, atazungumzia ameangalia kipindi gani na nini ambacho amekiona hasa, lakini nakupa tu intro bwana. Intro ni nini bwana? E, timu ya Magereza Small Prison, wamekuwa small kweli kweli, wameweza kuondoka na ushindi, yani mwali anakwenda ugerezani bwana. Habari poa, kwa majina unaitwa nani? Majina inaitwa John Maka. Huko kwenye timu ambayo imefungwa, ninaona vibe ni dogo amna ilishatoka tu tuanga tuangalie kwenye kamera mchezo umeonaje mchezo mzuri mchezo mzuri ngoona yeah. ushindani kati ya small prison na na na SK. na na SK yeah. lakini yeah. hivyo kipindi cha pili tumeona kwa small prison amekuwa bora kaweza kuwa bora zaidi ya SK eh kaweza kudominate mchezo kupiga high ball nyingi ameweza kupata matokeo magoli mawili sawa sawa sa. lakini uh, kadri wewe ulivyoona mchezo SK wamepungua wapi mpaka kupoteza ikiwa wame, wameweza kutikisa nyavu za small prison? Uh, naweza nikasema red card ilotokea, maana walivyo walivyo rudi mchezoni baada ya kurudisha goli moja. Uh, aloshinda alikuwa na kadi ya njano sasa, alichukua maamuzi ya kuvua shati ile ni, ni njano pia, kwa alikuwa na red card ilimtoa nje akabaki pungufu. Hiyo ilipelekea, unadhani upungufu ndio imekuwa sababu ya kupoteza leo? Ndio yeah, goli la pili maana limeingia baada ya kuwa pungufu kwa kuna namba gani ambazo zimekuvutia mchezoni, ikiwa hii ni ligi ya mkoa, ndani kuna wachezaji ambao wanatarajia siku moja kuchezea kwenye vilabu vikubwa. Namba gani ambayo imeweza kukuvutia zaidi kwenye huu mchezo na ni ya upande gani? Uh, wachezaji karibia wote ni wazuri, wote wana play vizuri, ambayo unaona inafaa kabisa kwamba hii si ya kucheza tu Tanga, si ya kucheza tu ligi ya mkoa, inastahili kwenda zaidi ya hapa. Uweze kutaja jezi tu alikuwa amevaa jezi namba ngapi? Uh, kwa, kwa jezi aliovaa namba alivaa namba tatu. Namba tatu, wa wa, wa, wa timu gani huyo? ni kutoka Small Prison au SK? alikuwa ni wa Small Prison, wanamuita Laurent, Laurent Majire. Lakini mwingine alio play football vizuri ni kijana fulani wa, wa wa Skyforce. ya huyo alikuwa ni Laurent nani? Laurent nani? Majire, Laurent Majire huyu ndo umeona ameweza kuonesha perform nzuri, na ungependa siku moja aweze kusogea mbele, si ndio? Kabisa. Ah, ndugu zangu wana michezo, Laurent Mwagile ndo mchezaji ameweza kuchaguliwa. Kama kawaida, kipindi cha soka bongo, sisi lengo kubwa ni kukuza vipaji, mbali na kuonesha matukio ya michezo ya ligi za mikoa. Hii ni Roby media toka nyanda za juu kusini, na leo tuko uh, pwani Tanga na langu jina ni Robert. Uh, wengi wanapenda kuniita Roby wa Roby Media. Ulikuwa nami uh, kwa kipindi chote chao.